Biamore. Biamore. Na rosire. Na rosire. Yeah, yeah. Very good. O mchumbe wenyu Jafo nomoisani one kabisa, rafiki yangu wa karibu sana sana sana sana sana. Kabla sijaongea, wacha nichukue nafasi Uh, nichukue ni nafasi on the same protocols, Deputy President, our CS of Education is here with us and all the leaders present. Jafu aliposema tunakuja huku nilisema lazima nifike kwa sababu mimi na yeye tulipoingia bunge kama first time mimi nilichaguliwa kwa chama cha ODM yeye akiwa amechaguliwa na UDA, lakini yeye ndio akakuwa rafiki wangu wa karibu zaidi. Wakati nilikuwa na rambea wa mama siku kama leo mwaka uliopita, yeye mwenyewe alifika hapa na nilisema lazima nifike mapema. Jana niliingia hapa mapema, nikalala hapa Marani, pali naitwa Marani simba Lodge. Unajua Marani Simba Lodge? Sasa nikiwa hapo ni pali ndogo hivi nikapata, kuna baraza fulani inaendelea, watu kama kumi na wawili wamekaa kando hivi wanaongea. Nikasema wacha niweke masikio yangu karibu nisikie ni akina nani, kumbe ni baraza ya Abarogi, ni wachawi walikuwa wamekaa hapo ndani wanaongea wanasema vile Jafaa amewaribia kazi, ni wale wa kukimbia usiku kwa sababu Jafaa ameamua kila pali stima stima stima stima. Sasa pali ya kufanya kazi yao ya usiku ya mbio hakuna. Alafu hapa chini banda, unajua Jafaa ameweka hii stima yenye, ukikaribia ndio inawaka. Sasa ukikanyaga chini ndio inawaka na amesema tena kwa budget inaongezwa stima hapa Kitutu Chache North ikue inawaka yote barabara pia. Nimeona ime, amemaliza pale n yani, ni jamaa first time, na sisi wengine hata tutapitia huku siku moja kuangalia vile anapanga kazi. My friend Jaffo, thank you so much for honoring me and making sure that I can come here and be with your people. Watu wa Kitutu Chache North, nikirudi Langata nisalimie watu wa Langata. Wapi? salamu za watu wa Lang'ata. Asante sana, na mmoja wao yuko hapa, mimi ndio mbunge wake. Eh, deputy president wetu anaishi kwangu Lang'ata, mimi ndio mbunge wa rais wetu li, William Ruto anaishi kwangu wapi? Lang'ata, mimi ndio mjumbe wao. Asanteni sana, Mungu awabariki. nimeleta mchango wangu wa 100,000 kenya shillings. Huyu ni ndugu yangu, anaitwa Jalang'o. Amesema alilala hapa Simba Lodge, sikoishiwa kama ni ukweli, lakini kama ni ukweli, naomba Mungu haujatoka na mtu hapa, kwa sababu najua bibi yako <laughs> asante sana. Unajua Jafo, a, a, nilikuwa namwambia mimi nilifanya kazi huku kwa muda mrefu sana hapa Kisii, nilikuwa nafanya ile kazi ya polio ile ya kuchanja watoto nilikuwa nabeba ile mzigo kwa mgongo. Tulikuwa tunatoka pale naitwa Nyandoche Ibere, alafu tunaingia Nyansiongo, alafu tunakuja Metamaywa, tunakuja Keroka, tunaingia Ichuni juu, tunaingia Mabuko, nakuja paka Yanchere, mpaka Keumbu, mpaka ndani ya Bosongo hapa. Sasa hapa nikiwa niko nyumbani. Asanteni sana, Mungu wabariki. unge power power Unge pawa wow. Kwanza nachukua fursa hii washukuru sana kwa siku nyingine tumekutana hapa kugama kuangalia... namna gani. Kwanza niko na chambo moja nataka kuwati. niko na hoja tatu hoja ya kwanza, nimeangalia gazeti ya leo ikiandika maneno makubwa sana ya kwamba tunapolia katika ekonomi ya Kenya vile imesoroteka hivi Mwananchi wa kawaida analia mkate, sabuni, kila kitu, pampers, eh, pads za wanawake zimeongezeka sana, bei imeongezeka sana. Leo nikiangalia gazeti ya leo nimeona ya kwamba tulipokuwa uongozini, Kibaki aliacha eh, taxi ama aliacha tukiwa na deni ya 1.8 trillion. Ndugu yetu ambaye president wetu naye mpenda, former president ambaye ni Uhuru Muigai Kenyatta aliweza eh, kufanya kazi na tunaona maendeleo yake aliacha deni ya 8.6 trillion kwa miaka kumi, bunge haro bunge power. Lakini leo nimeshangazwa sana, nimeenda kuangalia gazeti ya kwamba tumefikisha 11 trillion. Tuko na madeni makubwa sana, na serikali ambayo iliyo uongozini ilituambia ya kwamba hoja ya kwanza walikuwa washughulikie Mandeti ya kwanza waliambia wananchi watashughulikia ni kuona ya kwamba mwananchi wa kawaida achakandamizwa katika taksi, lakini tunaona ya kwamba inaendelea kuongezeka unga pawa, na ikiendelea kuongezeka hatujaona maendeleo, parapara zimesoroteka. Raisi alipofika hapa Kisii alituambia ya kwamba atatusaidia kuchenga hospitali yetu ya, ya kanza Center hapa, tangu walipoingia hapa walienda na ikakaa ikaka, hivyo kwa hivyo tunaangalia, tunaendelea kuongelesha ambaye ni eh, ni officer ama CS wa wa treasury Mheshimiwa Mbadi, ulipoingia hapo tulikuwa na imani ya kwamba utaregulate mambo ya tax, utaregulate pesa hizi tusiende nje. Umetu disappoint sana, unge power power. Mbadi, umetu disappoint. Kwa hivyo wananchi wa kaida analia sana ya kwamba madeni haya mnaendelea kukopesha, mnapeleka wapi? Kwa sababu hatuoni maendeleo. Jambo la pili, bunge pawa. Wow. Jana viongozi walikuwa kule Marani. Walikuja kuchangia kanisa letu huko. Tunawashukuru sana kwa kuleta pesa Kisii. Lakini niko na maswali mawili. Pesa hii mnapepa mingi mingi. Mnaleta, mnapeana mahali pamoja. Inasaidia mwananchi wa kawaida ama inasaidia mifuko ya wachache katika bunge hili la Kisii? Bunge pawa. Wow. Pili, Nataka kuaddress ambaye ni Honorable Charango. Jana ulipofika Kisii ulipewa maiki uweze kuongea lakini uliweza kuongea maneno ambayo yameathiri mwananchi wa kawaida ambaye ni Mkisii. Uliweza kututuzi ya kwamba Wakisii ni wachawi. Punge pawa. Oh. Jambo hilo tumelikecheli. I want to address, let, allow me to use English. I want to address our lawyer Danson Omari and Cliff Ombeta. Kindly look for Honorable Charango. Unge Power. Power. Look for honorable Charango and address him accordingly to withdraw that atrocity Statement. Statement that he posted yesterday that Wakisii ni wachawi. Charango, tunakuheshimu wewe ni mheshimiwa, tulikuwa tunaona uko na maono lakini ulipofika Kisii uliongea vibaya sana. Tunakuaddress kutoka Kisii tukisema ya kwamba you withdraw that charges ya kwamba Mkisii ni mchawi. Nikiwauliza punge pawa, nikiwauliza vizuri, kati ya mukisii na mujaruo nani mchawi zaidi? Mujaruo. Lakini sisi hatujai ingilia familia yote hatujai ingilia eh, tribe yote. Sisi tunasema ya kwamba Charango withdraw that statement ya kwamba wa Kisii ni wachawi na uombe msamaha kabla ya kuweka mkutano wote Kisii kama hona lipo, Charango uombe mkisii msamaha ya kwamba sisi si wachawi, sisi ni watu tuko na maono tunaangalia mbele, ndio maana tumejenga loji, simba loji, penye ulikuja ukarara, ukajivinjari sana. Unasikia, ona lipo Charango? Withdraw that statement ya kwamba mkizini mchawi. Jambo la mwisho. Juzi tulisikia ya kwamba tunapoendelea kutayarisha kukaribisha mheshimiwa former super CS Fredy, Dr. Fredy Okengo Matiang'i. Bunge power. Power. Tumesikia ya kwamba walianza, oo, uwanja imebukiwa. Nani anabuki uwanja wakati tuna tunatarajia kiongozi mkubwa akiingia hapa. Tunakushukuru gavana wetu ambaye ni Simba Paul Simba Rati. ya kwamba ulisimama na ukahakikisha ya kwamba ukahakikishia wa, wananchi ya kwamba maneno yamepangwa vizuri na uwanja uchapukiwa na hutakubali kuona ya kwamba Dr. Fred Matiang'i ametarauliwa katika bunge hili la wakisii na dunia nzima bunge power. Wow. Na washukuru sana. Wow. Thank you very much. Uh, bunge power. Power. Bunge power. Power. Uh, mimi kitu nataka kuambia kwamba nataka kuambia Fred Matiang'i atakapokuja tarehe tisa Gusii Stadium, naomba ya kwamba recognize, uh, bunge la mwananchi Kisii, ajue wako watetezi wake. So, Fred Okengo Matiang'i wakati unakuja Kisii jaribu kurecognize bunge la mwananchi Kisii. Asanteni. Bunge power. Power. Unge power, power. Point number one. Nashukuru sana Gavana wetu wa Kisii Kaunti Simba Paulo Arati kwa sababu kuna fununu zilitokea kwamba kuna vinyangalika fulani eti wameenda kupuk uwanja wa Gusii Stadium ile tarehe kijana wetu incoming president the sixth wa Kenya tulikuwa tumkaribisha Kisii tarehe tisa mwezi wa tano daktari Fred Okengo Matiang'i. Eti kuna kinyangalika mwingine ametokeleshea, anatumika na government kuja kupuki hiyo tarehe. So tulikasirika sana kama sisi wa Kisii, lakini tumeshukuru kwa sababu tumesikia ya kwamba sasa hiyo kinyangalika ako kando. Hiyo tarehe ni tarehe kubwa na ni tarehe wa Kisii. Wakenya wote wa Luya wa Jaluo wa Kalenjin, wa Kikuyu Kenya mzima tutakuwa uwanja wa Gusii Stadium kukaribisha kijana wetu Rais Daktari Fred Femo Matiang'i. Eh, yeah. E, na lazima niongee kitu tena. Nimetangaza ya kwamba hiyo siku ni siku kubwa, tukasema wenye waandalizi wa mkutano, tafadhali ule uwanja ni mdogo Kisii Stadium waita tosa watu wakukaribisha kikikena wetu so mtuweke large screen hapa apaije, tuone. Na tangazo lingine la hiyo mkutano, hiyo siku Rusiland itakuwa ni national holiday, amen itakuwa ni holiday, itakuwa national holiday. So kama muko na mahoteli a siku hiyo, watu wetu wa kufanya kazi kwa mahoteli, muwache huru waende kuona mukombozi. Watu wa masupamaket hiyo siku wapee, ni wakati tunaenda kuona ukombozi wetu, mupee wafanyikazi wetu uhuru. So mahali popote kutakuwa na biashara, tutaenda wote guse stadium. Point number two eti jalango amekaa kwa media for long time, anaelewa speech, anaelewa language ya maneno ya media, anakuja kusema iti Wakisii ni wachawi. Ndugu yangu Jarang'o, wewe ni mbunge wa Lang'ata, wewe ni jirani yetu hapa. Wakisii na Wajaluo ni majirani, na hapa sisi ndio majirani ya Wajaluo. Tunawaelewa, nyinyi ni wachawi kuliko Wakisii. Ati vijema, hakuna mbali kuna wachawi. Hakuna wachawi. Wachawi wako paka wasungu, kuna yeah, wachawi. Kila mtu ni mchawi. Kila kabila ni wachawi. Yeah. Unakuja kuambia sisi ni wachawi, ndugu yangu. Nataka uapologize. Ya. Yeah. Ukuje usimame hapa Gusiland, useme pole. Kama sio hivyo, tutaona mbele. Apologize. La, you must apologize yeah, apologize for that statement. Yeah. It is, it is not a, it is a command. Yani, you must apologize. Hiyo tupembele sana. Hiyo yeah, tupembele sana. Hiyo yeah, tupembele sana. Yeah, Unaongea unatusi wa kisida umekanyaga umeka kwa shamba yetu kwa jetu, yeah, na tunakuata tu ndugu yangu. Point ya mwisho, mm -hmm. nimeona katika newspaper za leo pale ya kwamba uh, rais wa tatu wa, wa Kenya Kibaki madeni yake alipotoka kitoka hospitini alikuwa na deni ya 1.8 million. Uhuru kwa miaka kumi akafika 8.something million. Eti Ruto kwa miaka mbili kwa miaka mbili kwa miaka mbili mia kutoka mpaka 11. Ndugu yangu, tunaelekea wapi? Yani Kenya sasa hivi hata fuliza yote imeisha, hakuna kufuliza tena, hata fuliza hatuna fuliza imekuisha. Na ukiangalia eh, kwa ground hakuna maendeleo, tunaenda wapi hata kujua hata uende Vatican ndugu yangu pile ground watoto wanalia. Wanatembea. Hii simu ni yaro. Kila kitu ni loan. Ndugu yangu, tunaenda wapi? Tunaenda wapi? Tunaenda wapi? Eh, tunaenda wapi? wapi. Mashanga. Tumeanguka. Waachana na madeni, kuta nyumbani, ushuru wetu umetosha. By the way, mnaelewa ya kwamba ukinunua penseli moja, umelipa ushuru. Eh, ukinunua kalamu, ukinunua tishu, umelipa ushuru. Umelipa ushuru.

Lakini usikuja hapa Kisii uanze kusema ati wa Kisii ni wachawi. Ili we hali wewe ni neiba wetu hapo na hata watu wanatoka huko mbali wanakuja kutuchangia hapa Kisii, wewe unakuja kuambia wewe ni ati sisi ni wachawi. Mbona unakuja kuchangia wachawi? Kwani hiyo pesa yako inatusaidia na nini ukituita wachawi? Hiyo pesa yako haitafanya kazi vile ulikuja kutuchangia hapa Kisii. Na uwe ujue wewe ni neiba yetu hapo, usianze kuleta visirani yako kuunganisha kusus, na watu, watu wengine huko chini. Point nyingine nilikuwa nataka kuongelea ni ni rais wetu. Wakati nakumbuka rais mzuri ulisungusanga, utawai enda kukopa madeni kutoka nchi nyingine, utatumia pesa yetu hapa in... yenye iko hapa Kenya hiyo <coughs> ndio utatumia, but u... umegoa um... to an extent umeenda kuomba tena pesa nyingine huko nje ili kuongeza madeni juu ya madeni nyingine. Kwa hivyo nakwambia, Ruto bado unalalia masikio, tulikupea uongozi lakini bado uko chini, ndio tunakwambia this time this time tunakungoja 2027, 2027. Sijui kama utapitia wapi, sijui utapitia njia gani. Juu sasa hautakuwa na style nyingine ya kutudanganya ati hustler nini nini. Sijui utatumia hustler gani. So wacha nyingine nilikuwa nataka kusungumza ni ni ni our excellence governor Paul Simbarati kwa kutufaitia. Nilikuwa nasikia kuna wengine walikuwa wameanza na fununu zao ati hiyo uwanja wanataka kuitumia hivyo. Tunamshukuru Paul Simbarati kwa kufaitia hiyo uwanja. Tunataka our next president, we know him. We know him ni Fred Okengo okay, Matiang'i akikuja tarehe tisa watu wote nawaomba waomba mjitokeze kwa wingi huyu hiyo siku hapa Kisii itakuwa ni holiday na sita sita, sita, sita, sita, sitadhani kama kuna mtu mwenye atapaki nje hiyo uwanja itakuwa imefurika fulifuli kwa hivyo furi, ndio nilikuwa nasahau kusema hii inchi ni yetu lazima tufanye nini tuitetee Okay. Mimi okay. naitwa Jastorina Oso. Ni Jensi wa Kisii Town. Hapa hivi juzi tulikuwa vizuri, tukifuatilia nini inaendelea, tukafuatilia tukafuatilia tukafuatilia tukafuatilia, tukapata, tuka aje, mama mboga ameumia, jensu ameumia, tukaambiwa asrafan akizo vitu atujaiona atukatai eti president wetu William Ruto ni mbaya, ni hadi senya alikura asi, atafanya as, hata kimoja. Kusema ukweli ni nyumba naendelea kutengeneza housing Sijui nani ana, anaenda kuishi huko. Tu, tukirudi kwa huyu mheshimiwa Matiangi. Mheshimiwa Matiangi atachaguliwa. Mheshimiwa Matiangi alichaguliwa na watu. Kwanza wamechoka kwa sababu gani? Ninasema hivyo. Mheshimiwa Matiangi alifanya kazi nzuri. Sasa wananchi wameona. Wakikuyu sijui wateva nini nini. Hata wakisema wajua mheshimiwa Matiangi. Wameona kazi alifanya mzuri. Ita pia ataweza kufanya uzuri. Tu wengine akina nani nani na nini na sitaki kutaja majina, hawataweza. Lakini tuko na imani aje. Mheshimiwa Matiang'i atakuja tarehe tisa. Ule uwanja ya Kisii Stadium, haki ni kidogo. Tuangalie tuone Mheshimiwa Matiang'i vile ataenda kuongea na ataenda kutufanyia nini. Mimi kama jinsi hiyo ndio naweza ongea na ninashukuru sana. Mimi sijaona mtu yeyote. Maisha imekaa ngumu. Hata mtu mwenye anataka kuoa saa hii hawezi oa, hata huwezi mnuata hata mabati moja, mabati moja. Maisha imekaa ngumu. Sasa tunabadilisha maisha. Diwe liwaro ilo ndilo. Oye, bunge. Bunge oi. Hiyo ndio tunataka hapa Kisii. Na hao watu wenye wa Simba Rat kwanza waje, nikuambie. Ulisumbuliwa, uli ukitafuta kura. Hao wenye watu wenye walikusumbua. Sasa isi dio wanakuja chai kwako. Wameanza kukutembea kwako wanakuja chai. Ah, watu of course usiwafukuze. What'd change? Watajua wewe ulikuwa na imani ya wewe ni president ya Kisii County. Uwanja wa Kisii County ifunguliwe, hiyo tarehe 9 asubuhi sana mapema, tunachaa wengi sana. Na wewe pia ukiwa, asanteni sana. Bonge power. Power. Bonge power. Power. Nataka hey, kuongelea mambo ya jalala. Jalango. Jalango. Jalango. Jalango nimekuita nime mara ngapi? Jalango nimekuita mara tatu. Nataka uapologize, mambo ya kusema wa Kisii ni wachawi. Tunaomba uapologize na withdraw your statement. Please, Jalango. Manake au wa Kisii unawatusi una, una au wa Kisii ni binadamu kama wewe. Ujaona hujatuambia kwamba alikuwa anakuchawisha ukiwa wapi? Kwa hivyo nakuomba ya kwamba Jalang'o huweze kuwithdraw statement ya kusema ya kwamba Wakisii ni wachawi. Ni sawa, tumeelewana Jalang'o? Eh. Mimi kwa majina ona rebospika wairi Punge ni Jared Donjoke. Mimi yangu leo yatakuwa ni machache sana. wanaona rebospika ya kushangaza umbo yenye kuna kijaa usipochunga itakufa na wewe maana ikikuuma itauma ikufie kwako. Kwa Kenya saa hii lazima tuangalie penye imefikia, kama mtu amejua siku zake zimefika saa kwenda nyumbani anataka kwenda. Na kwa Kenya sisi kama wana Kenya, sisi kama wananchi, hatuwezi kaa tukiangalia nchi ikienda kombo. Hatuwezi jua kama Mzee Kibaki alitoka kwa kiti akiwa na, akiwa na deni la 1.8 trilioni. Deni ndogo chache sana kama angeongezwa wamaziku angemaliza hilo deni. Mwingine akaingia alikuwa Uhuru Kenyatta, akafanya kazi mzuri deni lake akariachia 8 trillion. Na kazi yake yenyewe ilionekana ilionekana mkombozi. Akaja mwenye alikuwa na yeye ndio mkombozi, Ruto ndio huyo. Akasema atakuja kuomboa Kenya, akasema mambo ya madeni atawaja, ataenda kukopa, atatumia ushuru wetu kutengeneza nchi. Kwa hiyo ushuru tumeona ameongeza, kwa miaka mbili ameenda 11 trillion, ameongeza mpaka imefika point trillion. Tunakuuliza we Bwana Ruto, unapeleka Kenya wapi? Unapeleka Kenya wapi? Shuari, si utuambie we, rudi weka nchi vizuri, na utuambie hizo madeni zenye unakopa unapeleka wapi? Sababu sisi wananchi hatujaona. Kama wananchi umeona u utuoreze deni umepeleka wapi? Lingine, honorable speaker tunashukuru sana kwa wale wapunge wenye walienda huko huko Marani kwa mchango, tunawashukuru sana kwa kazi mzuri wanafanya wanatengeneza makanisa yetu, lakini isiwe ni hizi pesa zenye zinaipwa ndio wanatuletea kwa makanisa. Sisi kama ajensi wa Kisii tumekataa hayo, na lingine tunasema aa, viongozi wetu wenye mlikuja uchanga pale At, atutaki mkuje mkuje mwanze kukecheri Mkisii, saa zingine mwanze kukecheri Mkisii ama mwananchi wa Kisii. Hiyo ndio nyinyi mumesababisa, mpaka mwenye mheshimiwa Charango anaanza kutusi Mkisii, eti Mkisii ni mchawi Charango. Mimi swali langu ni hili kwako, Mkisii ni mchawi ndio? Ni nani amekuulia, amekuroga wewe? ni evidence gani kwa, kwa nyumba, ni evidence gani uko uko nayo useme eti Mkisii ni mchawi. Tunaomba Danza ni Omari, wewe ndio advocate wetu mkubwa toka hapa Kisii, tunakuomba hiyo maneno uiangalie na nia kuja kotini na evidence, atuambie kwa Kisii na namna gani tuko kwa chawi eh. Lingine la mwisho ni kwamba Paul Simba Arati, wewe ni gavana wetu s na wewe tunakukubali, tulikujaua, tulikupigia kura kwa, wing, kwa wingi. Tunakuambia na wewe uchukue mamlaka yako ya ugavana. Mambo ya ujinga hii Kisii, yenye inaendelea ujinga ujinga kidogo kidogo uikomeze, na wenye wanataka kutuingia kwa nyumba uwakataze mchana mweupe, ndio hii Kisii iendelee vizuri. Tunakurudishia shukrani kwa sababu hili bunge la wananchi nilikuuliza uangalie ile maneno ya tarehe tisa mwezi wa tano na tunajua ume umeyasikia uliyasikia na umeyarudisha. Tunakuomba hiyo maneno ikuwe hivyo, na tunakuomba mheshimiwa, ukuwe na sisi yeah, na utu uwe ukitujibu yeah, utujibu hilo tujue na sisi tuliweke maanani, kila mtu mw, kila mwananchi mwananji ya jakuwa huo uwa uwanja siku hiyo utakuwa vile ulikuwa umepangwa. Asanteni. <coughs>